Habari, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya Kiswahili Simplified. Tunaendelea na mapitio ya maswali tofauti tofauti kutoka kwenye mitihani ya taifa. Tuko na Kiswahili moja kwa sasa, na kama utahitaji kusoma mada hizi kwa kina au kwa undani zaidi, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya Kiswahili Simplified kama inavyoonekana hapo chini. Leo tutakwenda kupitia mada ya asili na chimbuko la Kiswahili pamoja na kukua na kuenea kwa Kiswahili kwa ujumla, tunaleta maendeleo ya Kiswahili. Tuanze na mwaka elfu mbili na ishirini. Swali linasema: kwa kutumia mifano, bainisha mambo sita yanayosaidia kukua na kuendelea kwa Kiswahili duniani. Kwa kutumia mifano, bainisha mambo sita yanayosaidia kukua na kuendelea kwa Kiswahili duniani. Hili lilikuwa ni swali la sita mwaka elfu mbili na ishirini. Katika swali hili, unatakiwa utengeneze utangulizi wako kwa kukubali au kwa kuthibitisha kwamba ni kweli Kiswahili kinakuwa kinaenea kwa kasi sana duniani. Wote tunakubaliana kwamba Kiswahili kinakuwa kwa kasi sana siku hizi. Kwa hiyo hauna haja kwanza kutoa fasili ya maana Kiswahili. Utakuta kuna mwanafunzi anaanza Kiswahili ni lugha ya vizalia. Mwingine mm, anaanza kutoa fasili ya neno ruga. Ruga ni sauti za nasibu, una haja. Unachotakiwa ni kuthibitisha kwamba ni kweli Kiswahili kinakuwa na kuenea kwa kasi, kisha utakuja kutoa zile sababu au hoja ambazo zinapelekea Kiswahili kinakuwa na kinaenea kwa kasi zaidi duniani. Hoja ya kwanza ni matumizi ya lugha ya Kiswahili katika vyombo vya habari. Sisi sote ni mashahidi kwamba tunapata habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka kwenye vyombo tofauti tofauti, kwenye runinga, redio, magazeti. Kuna vyombo vya habari kama TBC, BBC, Magazeti yote hayo yanatusaidia kupata taarifa za habari na hizo habari zinakuwa zimeandikwa kwa lugha ya nini? Ya Kiswahili. Hivyo inachangia kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili kwa kasi. Ukizingatia BBC ni chombo ambacho sio tu kinatumika Tanzania, eh? Karibu dunia nzima wanafuatilia BBC, kwa hiyo inasaidia kukuza na kueneza Kiswahili duniani. Hoja ya pili ni mfumo wa elimu. Tuzungumzie mfumo wa elimu hususan Tanzania, Kiswahili kinatumika kama lugha ya kufundishia kutoka shule ya msingi, yani shule ya msingi wanatumia Kiswahili kama lugha ya kufundishia pia Kiswahili kinatumika kama somo katika shule za sekondari na pia kinatumika kama somo katika elimu ya vyuo vikuu. Hiyo yote inasaidia Kiswahili kuzidi kukua na kuenea kwa sababu kinapata watumiaji wengi. Kadri watu wanavyozidi kukisoma ndivyo ambavyo kinazidi kukua. Kwa sasa tumekuwa tunashuhudia kwamba watu wanatoka nje ya Tanzania wanakuja kujifunza Kiswahili Tanzania. Watu wengi wanatamani sana kujifunza Kiswahili. Kwa Kiswahili kinazidi kukua sana kwenye mfumo wa elimu. Ukifanya Kiswahili kuwa mojawapo ya somo, kuwa mojawapo ya kozi, ambazo unaweza ukazisomea chuoni jambo hilo linafanya lugha ya Kiswahili izidi kukua na kuenea kwa kasi. Hoja ya tatu ni ushirikiano wa kanda. Kanda nyingi za jumuiya ya Afrika zinatumia lugha ya Kiswahili kama chombo cha mawasiliano. Jambo hilo linafanya lugha ya Kiswahili izidi kukua na zinatumia lugha ya Kiswahili kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio inazidi kudumisha ushirikiano huo. Jumuiya hizo zinapozidi kutumia lugha ya Kiswahili kama chombo cha mawasiliano au kama lugha ya mawasiliano miongoni mwao inakifanya Kiswahili Kiswahili kizidi kukua tu, kizidi kuenea na kukua sio tu Afrika, hata nje ya Afrika. Hoja ya nne ni teknolojia na mitandao ya kijamii. Sote tunakubaliana kwamba Kiswahili kinatumika sana kwenye mitandao ya kijamii. Huko mitandaoni watu wengi sana, kimepata watumiaji wengi sana, na watu wengi sana wanatumia Kiswahili kwenye mitandao mingi ya kijamii, kurusha maudhui, kuwasilisha maudhui, kufanya kitu chochote kile, wanatumia lugha ya Kiswahili. Hivyo lugha ya Kiswahili inazidi kukua na kuenea. Kwa mfano, watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanapokuwa wanarusha maudhui yao kwa lugha ya Kiswahili, watu wengine ambao si watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanayapenda maudhui yale. Mbali na kuyapenda maudhui, wanaweza wakaokota maneno mawili matatu kutoka kwenye maudhui hayo ya Kiswahili hivyo teknolojia pamoja na mitandao ya kijamii ni jambo ambalo linakifanya Kiswahili kizidi kukua na kuenea kwa kasi sana ulimwenguni. Hoja nyingine ni uhamiaji na diaspora. Wenyeji wa Afrika au watu wa asili ya Afrika wanaoishi nje ya Afrika wanakifanya Kiswahili kizidi kukua na kuenea katika nchi ambazo wanaishi, kwa sababu wakifika, wanakutana na jamii mpya, na wao wanakuwa na lugha yao, wanawaambukiza majirani zao maneno mawili matatu. Kwa kutambulika tu kwamba ni ni watu wa amini wanatumia Kiswahili hawawezi kujizuia kutumia baadhi ya maneno ya Kiswahili wanapokuwa huko, hivyo wanafanya lugha ya Kiswahili izidi kukua na kuenea. Hoja nyingine ni juhudi za serikali pamoja na mashirika, serikali pamoja na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yanakifanya Kiswahili kizidi kukua na kuenea kupitia shughuli mbalimbali wanazozifanya Mashirika yanafanya shughuli za kukuza na kueneza Kiswahili, mashirika ya elimu, mashirika ya utamaduni yanatumia lugha ya, ya Kiswahili, na kuna mashirika ambayo yanaonesha jitihada binafsi katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Kwa kuna juhudi ambazo serikali inafanya kuhakikisha Kiswahili kinakuwa, kwa mfano kuendelea kuridhia Kiswahili kuwa lugha ya kufundishia mashuleni, lakini pia serikali yenyewe kutumia Kiswahili kama lugha rasmi kwa serikali nyingi za Afrika kwa mfano serikali ya Rwanda ime, imetangaza rasmi kwamba Kiswahili ndio lugha ya kufundishia huko shuleni kuanzia shule ya awali mpaka vyuo. Kwa hiyo sasa wanatumia lugha ya nini, ya Kiswahili. Kwa hiyo unaweza ukaona jitihada ambazo zinafanywa zinafanywa na serikali, lakini pia kuna baadhi ya mashirika binafsi ambayo yanafanya jitihada za kuhakikisha Kiswahili kinakuwa na kuenea, na huenda wanafanya shughuli za kiutamaduni, lakini shughuli hizo zinasaidia kukuza lugha ya Kiswahili kwa sababu lugha ya Kiswahili ni miongoni mwa utamaduni wa Mswahili. Okay, baada ya kuelezea hoja hizo, unaweza ukatafuta namna ya kuhitimisha swali lako kwa kupendekeza mbinu ambazo zitasaidia zaidi kukuza na kueneza Kiswahili, kwa kupendekeza nafasi ambayo wewe kama mtumiaji wa Kiswahili unatamani Kiswahili ipewe hapa ulimwenguni, kwa kupendekeza namna ambavyo Kiswahili kinaweza kikafanyika lugha ya kimataifa.